Karibu ndugu, tafakari ya neno la Mungu siku ya Alhamisi Kuu. Katika siku hii Mama Kanisa anaadhimisha mambo makuu. Kwanza ni kuwekwa kwa Sakramenti ya Ekaristi Takatifu, chakula chetu cha kiroho. Pili kusimikwa kwa Sakramenti ya Daraja Takatifu ya Upadre. Na tatu ni Amri Kuu ya mapendo aliyoidhihirisha Yesu kwa kuwaosha Mitume miguu. Mambo haya matatu ndiyo kiini cha maadhimisho ya Fumbo Kuu la Pasaka linaloanza kwa adhimisho la Karamu ya Mwisho, siku ya Alhamisi Kuu. Ni katika muktadha huu Mama Kanisa katika sala ya mwanzo anasali hivi: E Mungu, tunaadhimisha karamu takatifu ya mwanao wa pekee yeye. Alilikabidhi Kanisa kwa siku zote sadaka mpya na karamu ya upendo. Tunakuomba utujalie tujipatie wingi wa mapendo na uzima katika fumbo hili kubwa. Ni katika muktadha huu masomo tunayoyasoma katika maadhimisho ya siku hii ya Alhamisi Kuu yamejikita katika kuelezea namna na maana ya maadhimisho ya karamu ya Kipasaka, jinsi yalivyokuwa katika Agano la Kale na utimilifu wake katika Agano Jipya la milele, kwa kifo cha msalaba cha Bwana wetu Yesu Kristo na ufufuko wake. Ndiyo maana maneno ya wimbo wa mwanzo yanasema hivi: lakini sisi yatupasa kuona fahari juu ya msalaba wa Bwana wetu Yesu Kristo, yeye ya ndiye wokovu uzima na ufufuko wetu, nasi tumeokolewa na kusalimishwa naye. Somo la kwanza ni la kitabu cha Kutoka sura ya 12, aya kwanza hadi ya nane, 11, hadi 14. Somo hili linasimulia jinsi Wayahudi walivyoadhimisha mlo wa kwanza wa kipasaka siku ile walipokombolewa kutoka utumwani Misri. Mlo huu ulikuwa ni wa kifamilia ambapo walipaswa kula nyama ya mwana kondoo aliyookwa na damu yake ikiwa imenyunyuziwa katika miimo ya milango, ili malaika wa Bwana atakapopita kuwaangamiza wazaliwa wa kwanza wa Misri asiwadhuru wana wa Israeli. Lakini pia walipaswa kula mikate isiyotiwa chachu kwa sababu ya haraka waliokuwa nayo ya kuondoka Misri na mboga chungu zikiwakumbusha mateso waliyoyapata muda wote wakiwa watumwa hapo Misri. Sikukuu hii ya kipasaka kwa Wayahudi ya maandalizi ya kukombolewa kutoka utumwani ilikuwa ni mwangwi tu wa kukombolewa kwa mwanadamu wote kutoka utumwa wa dhambi na nguvu za Shetani na Kristo Yesu, mwanakondoo wa kweli wa Pasaka aondoaye dhambi za ulimwengu na kumwaga damu yake msalabani. Ni katika muktadha huu kiitikio cha wimbo wa katikati kinasema hivi: kikombe kile cha baraka tukibarikicho, je, si ushirika wa damu yake. Waraka wa Kwanza Mtume Paulo kwa Korinto sura ya kumi aya kumi na sita. Naye mzaburi akiutafakari ukuu wa matendo haya ya Mungu katika mashairi ya wimbo huu wa katikati anasema hivi: nimrudishie Bwana nini kwa ukarimu wake wote alionitendea? Nitakipokea kikombe cha uokovu na kulitangaza jina la Bwana. Ina thamani machoni pa Bwana mauti ya wacha wa Mungu wake. E Bwana, hakika mimi ni mtumishi wako, mwana wa mjakazi wako, umevifungua vifungo vyangu. Nitakutolea dhabihu ya kushukuru na kulitangaza jina la Bwana. Nitaziondoa nadhiri zangu kwa Bwana, naam, mbele ya watu wake wote. Nasi hatuna cha kumlipa Mungu kwa wema na ukarimu wake kwetu sisi zaidi ya kulisifu jina lake takatifu na kuishi kadiri ya amri na maagizo yake. Somo la pili ni la Waraka wa Kwanza Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 11 aya 23 hadi 26, na Injili ni ilivyoandikwa na Yohane sura ya 13 aya 1 hadi ya 15. Vyote kwa pamoja vinaelezea juu ya kuwekwa kwa Sakramenti ya Ekaristi Takatifu na daraja la upadre katika mlo wa kipasaka mlo wa mwisho aliokula Yesu na mitume wake. Lakini ikumbukwe kuwa mlo wa kipasaka aliokula Yesu na wanafunzi wake ni tofauti na waliokula Wayahudi wengine. Kwanza, Kristu ndiye mwana-kondoo mwenyewe aondoaye dhambi za ulimwengu, hivyo hawakuwa na haja ya kuandaa na kuchinja mwana-kondoo. Ndiyo maana Mtume Paulo anapoelezea mlo huu, anasisitiza kuwa sisi tunapouadhimisha mlo huu, tunakumbushwa kifo cha Kristu Yesu.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 kikamilifu msalabani. Yeye Bwana na mwalimu, mfalme, masiha, mkombozi na Mungu kweli alijishusha, akajinyenyekeza, kwa upendo mkuu aliwaosha wanafunzi wake miguu. Mtume Petro hakuelewa jambo hili, akataka kukataa, lakini baada ya Yesu kusisitiza juu ya umuhimu wake alikubali. Namna hii Yesu ametuachia mfano wa kupendana na kutumikia na sisi kwa sisi unaodumu milele yote. Tendo hili, padi katika nafsi ya Kristu hulifanya kwa kuwaosha miguu wanaume kumi na wawili kutukumbusha wajibu huu wa kupendana sisi kwa sisi na kutumikiana. Na zaidi sana katika mlo huu Yesu kwa upendo aliweka Sakramenti ya Ekaristi Takatifu, akajiweka mzima, mwili wake na damu yake, ubinadamu na umungu wake katika maumbo ya mkate na divai, akaye nasi ili tumwone, tuongee naye, ajue hali zetu Shida, matatizo, furaha na huzuni zetu katika nafsi za mapadri ili atupe nguvu na moyo wa kuyashinda yote. Kumbe tunaona kuwa katika adhimisho la karamu ya Bwana, Alhamisi Kuu, Kristu Yesu ametuachia mambo mengi ya kujifunza katika maisha yetu ya kila siku. Kwanza ni kupendana sisi kwa sisi kama yeye alivyotupenda hata akayatoa maisha yake kwa ajili ya wokovu wetu. Pili, tunapaswa kuwahudumia wenzetu kwa upendo huo huo alivyofanya yeye hata ambao ni adui zetu kama Yesu Kristu alivyopiga magoti mbele ya mitume akawaosha miguu. Nasi tujifunze kujishusha kwa unyenyekevu katika nafasi tulizo nazo, ili tuwahudumie wengine. Tukumbuke kuwa vyeo tulivyo navyo, nafasi tulizo nazo, ni kwa ajili ya kuwahudumia wengine, tukifuata mfano wa Yesu Kristu mwenyewe. Zaidi sana, tuushinde ubaya kwa wema, kwa kuwapenda, kuwaombea na kuwatumikia wanaotuchukia na kutudhulumu ili nao waweze kuonja upendo wa Kristo na kubadili mwenendo wao mbaya na kutupenda sisi. Basi tumwombe Mungu atusaidie kuyaelewa mafumbo haya matatu: Amri Kuu ya mapendo, Ekaristi Takatifu na Daraja Takatifu la Upadre, ili tuweze kujichotea neema na baraka tunapoyaadhimisha na kuyaishi. Ndiyo maana Mama Kanisa, katika sala ya kuombea dhabihu, anasali hivi: e Bwana, tunakuomba utujalie kuadhimisha vema mafumbo haya, kwa maana kila tunapoadhimisha ukumbusho wa sadaka hii, kazi ya ukombozi wetu inafanyika. Na katika utangulizi wa siku hii anasisitiza hivi: Ndiye kuhani wa kweli na wa milele aliyeanzisha sadaka hii ya daima. Ndiye wa kwanza aliyejitoa mwenyewe kwako sadaka ya wokovu, akatuamuru tuitoe kwa kumkumbuka yeye. Tunapata nguvu tulapo mwili wake uliotolewa sadaka kwa ajili yetu natakaswa tuinywapo damu yake aliyoimwaga kwa ajili yetu sisi. Na katika sala baada ya komunyo anahitimisha maadhimisho haya akisali hivi: e mungu mwenyezi, kwa vile tunavyotiwa nguvu na karamu ya mwanao hapa duniani, utujalie tuje tushibe katika karamu ya milele mbinguni. Na hili ndilo tumaini letu. Tumsifu Yesu Kristo. Kutoka studio za radio Vatikani ni mimi Padri Paskali Irondo.